Tulipewa maelekezo maalum ya kuhakikisha kwamba tunahamasisha matumizi ya nishati safi lakini pia tunawezesha wananchi kutumia nishati hiyo mpaka itakapofika ishirini thelathini na nne asilimia themanini ya Watanzania wao wanatumia nishati safi. Sasa katika matumizi ya nishati safi, huwezi kuchagua aina moja ya nishati. Sisi kama Watanzania tumezoea sana kutumia kuni na mkaa wote hatuwezi kutumia uh, gesi leo hatuwezi kutumia bio gasi leo au natural gas leo au umeme leo. Katika hilo tumeona kwamba kuna uzalishaji wa mkaa ambao unatokana na makaa ya mawe na uzalishaji huu unasimamiwa na shirika letu la STAMICO. Kwa hiyo tunahitaji sisi kama REA kuhakikisha kwamba uzalishaji na usambazaji katika mkaa unaotokana na makaa ya mawe unaongezeka kwa kasi. Watanzania wapikie huu mkaa wakiwa, yani, wajivunie wakifua mbele. Mkaa huu ni salama kabisa, kwa maana ya kwamba tafiti zimefanyika, vipimo vinaonyesha, na TBS walifika hapa mpaka wametoa na cheti. Ni mkaa ambao ni salama, hauathiri afya ya Mtanzania yeyote. Mkaa huu eh, unaunga juhudi za serikali za uka, kuwa na nishati safi ya kupikia majumbani, lakini kuepuka ukataji wa miti na kuweza kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kiwanda hiki tayari kiko kwenye uzalishaji na tunao wateja, tunao mashule, lakini mteja wetu mkubwa akiwa ni magereza. Tunaendelea kutafuta wateja wengine na kuwahimiza Watanzania watumie hii nishati ambayo ni safi kwa matumizi, ni safi kwa bei, lakini pia ni safi katika utumiaji. Mtanzania wa kawaida na mwenye maisha ya kawaida anaweza kupata mkaa wetu kupitia kwa mawakala wetu na bei yetu kwa kilo moja ni shilingi elfu moja, na mkaa huo utapikia maharage, utapikia nyama, utapikia ugali na bado utabaki. Wito wangu kwa Watanzania watumie nishati safi ambayo ni rafiki kwa mazingira, ni rafiki kwa bei na pia ni rafiki kwa matumizi. Makaa mawe yana sifa kubwa sana katika uwakaji kwa sababu yana high calorific value ukilinganisha na mkaa ambao unatokana na kuni za kawaida Hivyo basi mtumiaji wa nishati hii kwa kilo moja ama mbili anaweza akazipikia kwa muda wa masaa matatu mpaka manne bila kubadilisha mkaa katika jiko lake. Hivyo basi ni nzuri kwa usalama wa mtumiaji, lakini pia ni nzuri kwa mazingira, lakini pia ni endelevu kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani, hauna haja ya kubadilisha mkaa mara nyingi.